ulimwenguni hapa tuna aina nyingi sana ya miti kuna miti ya kimvuli ambayo hutoa baridi la muda mfupi lakini tuna miti ya matunda sasa leo hii ningependa nikuambia kitu kimoja unaitwa kuwa mti wa matunda rafiki yangu licha kwamba dunia hii ya leo iliyojaa kelele iliyojaa watu wasiokuwa na shukrani iliyojaa watu wasiothamini utu wako, iliyojaa watu wasiothamini kujitoa kwako, iliyojaa watu wasiothamini uvumilivu wako, iliyojaa watu wasiojali maumivu yako, je, upo tayari kuwa mti wa matunda kati ya watu walio na sifa za namna hiyo? Kwa hiyo ningependa uweze kujua kwanza kitu kimoja, kabla hujajitoa kabisa, kabla hujatoa maisha yako kwa ajili ya wengine, ujue baadhi ya vitu vichache. Je, unajua nini maana ya kuwa mti wa matunda? Ulishakaa hata siku moja ukafikiria na ukapata majibu ya nini maana ya kuwa mti wa matunda? Maana ya kuwa mti wa matunda, maana ya kwanza ni kwamba unatakiwa